Na msikilizaji, wakati dunia ilipoazimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi Mei mosi mwaka huu, viongozi mbalimbali barani Afrika na hasa kwenye ukanda wa Afrika Mashariki baadhi walitangaza nyongeza ya mshahara ya kima cha chini huku wengine wakitoa ahueni ya ushuru wa mapato na kadhalika. Katika nchi zinazoendelea, swala la nyongeza ya mshahara kwa wafanyakazi wa umma na wale wa sekta binafsi, ambayo ndiyo mwajiri mkubwa, imekuwa gumzo. Wafanyakazi wa kilalama kuhusu msururu wa kodi na hasa kodi inayotozwa na serikali katika mishahara maarufu kama pay as un. Kwa serikali nyingine, pay ni moja ya chanzo kikubwa cha mapato yake, pamoja na kuwa inatoza ushuru katika maeneo mengine ambayo nayo moja kwa moja yanamwathiri mwajiri na mwajiriwa. Kwenye makala ya Gurudumu la uchumi juma hili, tunaangazia, ya, tunaangazia kodi ya lipa kadiri unavyopata yani pay kwa wafanyakazi na waajiri pamoja na athari za tozo nyingine zinazoenda kumgusa moja kwa moja mwananchi wa kawaida. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Na msikilizaji, kuzungumzia hili kwenye laini ya simu nimemwalika Ali Mkimo ye ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi na biashara akiwa nchini Tanzania. Ali, karibu kwenye makala ya Gurudumu la uchumi juma hili. Na Ali, na kwa kuanza tu watu e, watakuwa wanajiuliza kwa najiuliza, kwa nini uh, kodi hii ni muhimu kwa serikali au tuseme eh, kwani kuna ulazima wa kodi hii kutozwa kutoka kwenye mshahara moja kwa moja moja. Ukiangalia eh, uh, nchi nyingi ni kama nchi zinazoendelea hizi za Afrika wana, zita, zita, Africa, wana informal sectors nyingi sekta zisizo rasmi, sasa kodi iliyo rahisi kuipata ndio hii hii ya, ya pei. Na ukiangalia tu hata taasisi nyingi za kifedha zinawakopesha sana wafanyakazi, kwa sababu na wenyewe pia wana uhakika eh, wa kupata fedha kutokana na mishahara ambayo inaingia. Kwa hiyo ndio eneo ambalo lina urahisi au tuseme lina uhakika wa asilimia mia moja eh, kuweza kuipata kodi. Haya maeneo mengine yamekuwa na hizo tax avoidance, tax evasion, watu wengine wanaepuka kabisa kulipa kodi. Kwa hiyo kumekuwa kuna urahisi wa kuipata kodi kwenye maeneo hayo na siku zote nchi zinazoendelea huwa zinahangaika sana kuyapata maeneo yenye urahisi wa kupata kodi. Mfano tu kodi zinazowekwa kwenye mafuta kwa nchi hizi zinazoendelea, unapata tu picha, wanaweka huko kwa sababu ndio eneo rahisi na ndio demanded commodity. Sasa ukirudi kwenye mishahara ni rahisi kupata zaidi kodi kwenye PAYE, ndio maana unaona eh, wanaichukulia zaidi kutokea hapo kutokana na urahisi wake ambao umekuwepo. Maeneo mengine kumekuwa kuna changamoto na nchi hizi tax base bado ni ndogo. Ali, kilio kikubwa kwa wafanyakazi wa umma na wale wa sekta binafsi kwenye nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ni pamoja na kiwango kikubwa cha kodi hii kwenye mshahara, kabla ya makato mengine. Unadhani wafanyakazi wana haki ya kulia kuhusu kodi hii? Ni, ni kweli eh, ni haki yao kulia kwa sababu unajua gharama za maisha wakati mwingine zinakuwa ni kubwa sana, eh, ukilinganisha na haya makato ambao wanakutana nayo au kuipata, tunaita disposable income. Kiuchumi sisi wa tunategemea unapopata mshahara uifikie hatua ya kuwa disposable income, kipato cha ziada ambacho wewe unaweza ukaseve ukaweka akiba au unaweza ukawekeza. Sasa inapotokea hauna disposable income eh, inakuwa ngumu kwako, mishahara haikutani, fedha unaoipata unaishia kwenda kulipia madeni eh, cost of living, harama za maisha zinakuwa ni kubwa ukilinganisha na kipato ambacho wanakipata. Kumbuka kuna makato mengine pia, na kadri ambavyo mshahara unakuwa mkubwa ndio percentage ile ya eh, kupata hicho kiasi cha pei kinachokuwa kikubwa. Sasa unaona kabisa E, cha cha we ndicho hichi kinachowaumiza wafanyakazi wengi. Na siku ya Mei Mosi, tuliona baadhi ya viongozi wakitangaza nyongeza ya mshahara na wengine wakitoa ahueni kwenye maeneo mengine bila kuongeza mshahara, lakini kuongeza mshahara hali kuna maanisha kwamba pei itaongezeka. Kama ulivyotoka kugusia, kuna njia mbadala kumpunguzia mfanyakazi maumivu. Moja kati ya njia bora ambayo inaweza ikafanyika eh, kwanza ni kupunguza i, hizo kodi. Eh, moja kati ya njia nzuri pia ambayo inaweza ikampunguzia mzigo lakini eh, pia kuendelea ku kuhimiza kupungua kwa bei za bidhaa kupunguza gharama za maisha, ili linaweza likasaidia sana lakini ambalo naliona kwa ukubwa ni kutusema kutoa hii misamaha ya kodi, kupunguza percentages uh, e, za hizo PAYE, lakini pia tutafute vyanzo vingine vya mapato, ili kuweza kupunguza huo mzigo, ikiwemo matumizi sahihi ya rasilimali ambazo tuko nazo, ili eneo la haya mapato binafsi yasiguswe sana. E, ukiangalia nchi zinazoendelea hizi za Afrika zina rasilimali nyingi sana ambazo wanaweza kupata mapato huko, lakini wazirasimishe sekta hizi zisizo rasmi nyingi, ili nazo ziingie kwenye mfumo kulipa kodi, hata ilipa kidogo kidogo, walau tupunguze mzigo kwa wafanyakazi, waipate motisha. Njia na... nzuri ni kumpunguzia kodi. Sasa umesema swala la kupunguza kiwango, yeah. ama tozo katika pei, unadhani serikali zetu ziko tayari, kwa kuwa tayari umekushagusia swala la kukosa wigo wa ukusanya vyanzo vya mapato? Uh, si kitu rahisi uh, kiasi hicho, kwa sababu hilo ndio eneo rahisi kupata kodi. Kumbuka ukilipunguza, na maana hata bajeti yako pia uh, itakuwa na deficit uh, utakuwa na kisi ya bajeti. Bajeti yako tosha kutimiza miradi ya maendeleo utakwenda kuivamia madeni, eh, utakwenda kuchukua madeni kwa sababu eh, utashindwa. Ndio maana unaona imekuwa ni eneo ambalo linang'ang'aniwa zaidi kwa ukubwa, eh, kwa sababu ni eneo rahisi kupata kodi. Kwa hiyo eh, si kitu kirahisi kiasi hicho wao kuweza eh, kuipunguza, kama zitapungua na asilimia moja wakati wanakwenda hadi mbili hadi tatu, lakini haizidi zaidi ya asilimia tano kupunguza hiyo. Na ukipunguza kumbuka, kuna mapato makubwa unayasamehe tayari e, hii inaweza ikawa ni, ni changamoto kwao. Kwa hiyo ile e, eneo la wigo ndo limekuwa changamoto. Wakizalisha vyanzo vingine vya kulipa kodi, ni hakika wanaweza wakaipunguza na waweze kupata mafanikio ambayo wafanyakazi wabakiwa disposable income. Gurudumu la uchumi, makala sahihi na Emmanuel Makundi. Msikilizaji, makala ni gurudumu la uchumi, na leo hii tunaangazia kodi ya lipa kadiri unavyopata, yani pay as you earn kwa wafanyakazi na waajiri, na namna ya kupata ya ufumbuzi. Kwenye laini ya simu tunazungumza na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara akiwa Tanzania. Ali, wapo pia wanaopendekeza kuwa kwa nini pei isiwe inajumuisha kodi zote zinazotozwa kwenye jumla ya mshahara ambao mtu anapata badala ya mfumo wa sasa ambapo serikali inachukua kwanza katika jumla ya mshahara alafu kodi nyingine zinafuata. Nchi zinazoendelea ni ngumu sana kuepuka japo eh, inakwenda kinyume na sheria za kodi, kiangalia, kiangalia the principle, principle of taxation. Eh, zenyewe zinainisha kwamba hakutaki kuwa kuna double taxation, eh, kodi isichajiwe mara mbili kwenye kipato kimoja, lakini bado tunarudi kwenye hizi nchi za Afrika, nchi ambazo zenyewe unaona tax base ni ndogo sana, huwezi kuepuka multiple tax kwa sababu ukichukua hapo hicho kipato, ukienda dukani pia kununua bidhaa, bado utakutana na VAT. Sasa unapata tu picha kwamba eh, si rahisi kuepuka multiple tax kwa nchi zinazoendelea, kwa sababu vyanzo vyao vya mapato bado ni vidogo. Ukifanya hivyo, ina maana umejumuisha kupeleka eneo moja. E, yapo pia maeneo mengine ambayo unahitaji kupeleka miradi ya maendeleo, bado changamoto zitaendelea kuwepo kifanya hivyo, nchi hazina budi kwanza kuhakikisha walau zinatafuta vyanzo vingine hasa kwenye matumizi kuzabu, hivyo, tu, ya rasilimali walizonazo, alafu ndo waje huko tu wakifanya hivyo tu mapato na wajikuta wana bajeti ambayo haina ufanisi. Kwa hiyo eh, si silioni pia hilo likifanyika huko na labda itafutwe wastani wa asilimia ya hayo makusanyo ya hizo ko, kodi percentage zake hizo asilimia hivi, kitaalamu hakuna namna nyingine ya kuondoa kodi za kwenye mshahara na serikali zikafidia kwa kuongeza wigo wa vyanzo Vya mapato. Ama ikatoza tupe hii kodi nyingine ambazo zinatozwa kwenye mshahara zikaondolewa zikawekwa katika maeneo mengine, ama bado itakuwa ni maumivu pia uh, kwa ukiangalia kwa, kwa mwajiriwa hi, hilo linaweza kufanyika kama tuna vyanzo vingine uh, vya mapato, lakini ambalo naliona imekuwa changamoto kwa sababu eh, kuna baadhi ya maeneo mengi ambayo yenyewe yanahitaji kuwezeshwa kupitia eh, hizo kodi ambazo huwa zinachajiwa hapo, kwa sababu, unajua kila kodi huwa inawekwa kwa malengo yake, japo eh, changamoto tunazo na kuna baadhi ya malengo unakuta tayari nakwisha tamatika lakini bado ile kodi bado ipo. Tathmini za aina hizi zinapaswa kufanyika. Kama kuna malengo yalikwisha kamilishwa basi, eh, yale makato yanaweza, eh, yasiwepo tena. Lakini eh, unaweza kuona hata hii mifuko ambayo imekuwepo, na yenyewe ni moja kati ya eneo ambalo pia lina, linazungumzwa sana, mifuko ya hifadhi za jamii eh, makato yake ambayo yamekuwa pia, vinaweza yakiwepo na mtindo ambao hizo fedha namna gani ambao wanazipata wafanyakazi baada ya kuwa wanastafu, vitu kama hivi kuangaliwa. Mimi ninachoona, tuje tuje tuje na mtindo wa kusamea hizi kodi baada ya kutafuta vyanzo vingine vya mapato. Si shauri tuache ghafla vyanzo vingine vya mapato, si shauri tuache, tunaweza kujikuta kwenye madeni zaidi. Tuangalie vyanzo vizuri zaidi vya mapato. Sasa Ali, pengine kwa kifupi sana, ukiweza, ni mbinu gani umegusia mojawapo hapo, lakini ni mbinu gani zaidi ambayo serikali inaweza kuchukua ili kumpunguzia mzigo mfanyakazi, kwa sababu ndio anapata mshahara? Mshahara ukiongezeka, bado PAYE ya ziweni ndio inavyozidi kuongezeka, serikali inaweza kuchukua ili kumpunguzia mzigo mfanyakazi, kwa sababu ndio anapata mshahara ukiongezeka. e, kwanza kabisa ni kupunguza gharama za maisha, hatuna budi kulifanya hilo, lakini hatuna budi kulifanya pia kuendelea kuwawezesha e, wafanyakazi Kazi, na income kwa, kwa, uh, kwa, kwa ma, na maneno haya ya Ali Mkimo ndio yanatamatisha makala ya gurudumu la uchumi Ali, shukrani sana kwa Juma hili n Emmanuel Makundi, kwa heri.